Kuna ugonjwa unaoweza kuharibu banda lote la kuku kwa siku chache tu, ugonjwa unaoshambulia kinga ya kuku, kuacha kuku wakiwa dhaifu na kufanya hata chanjo zingine zishindwe kufanya kazi. Ugonjwa huu unaitwa Gumboro. Leo tutaeleza kwa kina Gumboro ni ugonjwa wa aina gani, chanzo chake, unaathiri vipi kuku, chanjo zake zinafanyaje kazi, na namna bora ya kuudhibiti ili kuepuka hasara kubwa. Gumboro ni ugonjwa wa aina gani? Gumboro au infectious bursal disease IBD, ni ugonjwa wa virusi unaowaathiri kuku, hasa vifaranga na kuku wachanga. Ugonjwa huu hushambulia kiungo muhimu sana kinachoitwa bursa ya Fabricius, ambacho ndicho chanzo kikuu cha kinga ya kuku. Ukiathiri bursa, kinga ya kuku huanguka. Ndiyo maana gumboro ni ugonjwa hatari sana, hata kama vifo havionekani mara moja. Chanzo cha ugonjwa wa magumboro. Gumboro husababishwa na virusi vya IBD. Virusi hivi vina sifa hatari sana: vinaishi muda mrefu kwenye mazingira, havifi kirahisi kwa dawa za kawaida, na vinaweza kubaki bandani kwa miezi kadhaa. Hii inamaanisha kuwa banda lililoambukizwa gumboro linaweza kuendelea kuambukiza vifaranga wapya hata baada ya muda mrefu. Gumboro inaenezwaje? Gumboro huenea kwa kasi sana kupitia kinyesi cha kuku walioambukizwa, chakula au maji yaliyochafuliwa, vifaa vya banda, viatu, mikono au nguo za mfugaji, kuku wapya wasiochanjwa. Ugonjwa huu hauhitaji mbu wala majeraha, uchafu mdogo tu unatosha kueneza virusi. Gumboro unaathiri vipi kuku? Gumboro huathiri kuku hasa kuanzia siku 14 hadi wiki sita. Dalili kuu ni pamoja na kuku kulegea ghafla, kukaa kimya, hawatembei, manyoya kusimama na kupoteza mwonekano, kuharisha maji meupe au ya njano, kunywa maji mengi, kupungua haraka kwa uzito, vifo vya ghafla hasa siku tatu hadi tano za mwanzo. Lakini athari kubwa zaidi ya gumboro ni hii, hata kuku wanaopona hubaki na kinga dhaifu maisha yao yote. Hii husababisha chanjo zingine kushindwa kufanya kazi, kuku kuugua magonjwa mengine kirahisi, uzalishaji mdogo wa mayai au nyama. Chanjo za gumboro zinafanyaje kazi? Chanjo ya gumboro haiponyi kuku mgonjwa. Chanjo inalenga kuzuia ugonjwa kabla haujatokea. Chanjo hufanya kazi kwa kuchochea mwili wa kuku kutengeneza kinga, kulinda basa ya Fabricius, kupunguza vifo na madhara ya ugonjwa. Kuna aina kuu za chanjo za gumboro. Chanjo nyepesi, chanjo ya kati, chanjo kali intermediate plus. Uchaguzi wa chanjo hutegemea umri wa kuku, historia ya ugonjwa katika eneo, ushauri wa mtaalamu wa mifugo. Muda sahihi wa kutoa chanjo ya gumboro, hili ni jambo muhimu sana kwa mfugaji. Kwa kawaida chanjo ya kwanza hutolewa kati ya siku saba kumi na nne. Chanjo ya pili hutolewa siku 21 28. Na ratiba halisi hutegemea kinga ya mama au maternal antibodies, aina ya kuku kiwango cha hatari katika eneo. Chanjo ikichelewa au kutolewa vibaya, kinga haitakuwa ya kutosha. Namna bora ya kuudhibiti ili kuepuka hasara kubwa. Kudhibiti gumboro kunahitaji nidhamu kali. Hatua muhimu ni hizi. Kwanza, chanjo kwa wakati sahihi, kulingana na ratiba ya mtaalamu. Pili, usafi mkali wa banda, ondoa kinyesi mara kwa mara, tumia dawa kali za kuua virusi badilisha matandazo mara kwa mara. Tatu, biosecurity, osha mikono na viatu kabla ya kuingia bandani, usiruhusu wageni holela, usichanganye kuku wa umri tofauti. Nne, tenga kuku wagonjwa haraka. Tano, epuka msongamano wa kuku bandani kwani huongeza maambukizi. Makosa makubwa ya wafugaji kuhusu gumboro: kudhani kuku waliopona wako salama, kutoa chanjo bila ratiba sahihi kutotakasa banda kabla ya kuingiza vifaranga wapya, kupuuza ushauri wa mtaalamu wa mifugo. Makosa haya husababisha gumboro kurudia mara kwa mara. Gumboro ni ugonjwa wa virusi unaoangamiza kinga ya kuku, unaosababisha hasara kubwa kimya kimya, lakini mfugaji mwenye elimu anaweza kuzuia kabisa. Kumbuka, chanjo sahihi, usafi wa banda na nidhamu ya mfugaji ndiyo ngao ya kuku wako.